Je, wewe ni mwanandoa? Na ndoa yako haina furaha, haina amani, migogoro isiyokoma, na unatamani ndoa yako iwe na furaha? Shalom, mtu wa Mungu, napenda kukukaribisha katika semina maalumu ya mahusiano, ndoa na familia itakayofanyika Bustanini kwa Bwana, Kinondoni shamba mkabara na ada este. Semina hii itaongozwa na mpakwa mafuta wa Bwana MWB Jaimes Onaire. Mlengwa wa kinabii wa semina hii ukiwa ni furaha katika mahusiano, ndoa na familia. Lakini pia semina hii itaendana na maazimisho ya miaka kumi ya ndoa ya mpakwa mafuta MWB Jaimes Onaire na mchungaji la Gresa Onaire kuanzia siku ya Jumatano ya tarehe ishirini na nane mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano hadi siku ya Ijumaa ya tarehe thelathini mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano muda ikiwa ni saa kumi na mbili kamili jioni hadi saa mbili kamili usiku. Mtu wa Mungu, usipange kukosa.